Arusha mahitaji ya umeme ni mengi sana. Mji wa Arusha peke yake ama wilaya ya Arusha hii peke yake inahitaji zaidi ya megawati mia moja na saba . Kituo tulichokuwa nacho kilikuwa na uwezo wa kuleta umeme hapa Arusha megawati tisini na sita peke yake. Leo tumekipanua, kitakuwa na uwezo wa kuleta umeme zaidi ya megawati mia mbili na kituo kile tumekipanua kitakuwa na njia kumi za kuleta umeme kwa watu wa Arusha. Lakini kituo chetu cha remuguru tumekipanua, tumekiwekea njia nane ili na chenyewe kiongeze umeme kwenye ukanda huu, lakini vile vile tutaongeza njia nyingine mbili pale Lemuguru ili Lemuguru na yenyewe iwe na njia kumi kwa ajili ya kuwaletea umeme. Nataka niwahakishie na niwahakishie, waheshimiwa wananchi wote mlioko hapa, tufanye tathmini, tuangalie mwaka mmoja uliopita na leo tunapozungumza, kukatika kwa umeme na hali ilivyo leo. Leo tumeweka transforma kubwa yenye uwezo wa kubeba megawati mia mbili. Ni kituo cha zamani cha mwaka elfu moja mia tisa themanini na tatu. Leo hiki kina uwezo wa kuwapatia umeme bila matatizo, na hakina njia moja, tumeweka njia zaidi ya kumi ili tuwapene uhakika watu wa Arusha. Mheshimiwa naibu waziri mkuu, kama kuna taasisi, naomba niipongeze kutoka kwenye sakafu ya moyo wangu, ni taasisi ya TANESCO. TANESCO wanafanya kazi kubwa sana na wananchi hawa ni mashahidi. Maeneo yote ya pembezoni tulikuwa tuna changamoto. Meneja wako wa Tanesco wa mkoa, ukimwambia, amekuwa anakimbizana na matokeo unayaona.